Somo linasema nguvu ya kumtambulisha Mungu. Bwana Mungu wetu anahitaji kutambulishwa katika wanadamu wote ulimwenguni. Na ili ajitambulishe, anahitaji kujitambulisha kupitia watu. Kupitia watu, kupitia mimi na wewe, Mungu aweze kutambulika kwamba yuko kwa vitendo. Na si hata tu kwa maneno. Sasa ili Mungu akutumie wewe kama kitambulisho chake cha uungu wake, uweza wake, nguvu zake, katikati ya wanadamu wenzetu wa duniani, inahitaji ridhaa yako. Jambo hili halitatokea automatic. Hata kama alikuumba, kuna kusudi fulani unatakiwa ulitekeleze bado ili ulitekeleze jambo hilo la kiungu inakutaka wewe mwenyewe ukubali. Ndio maana maandiko katika kitabu cha Ufunuo tatu ishirini anasema, tazama anasimama mlangoni, ninabisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Kwa hiyo Mungu kila siku anagonga kwenye mioyo ya wanadamu, waruhusu waingie ndani, ili kupitia mwanadamu wewe, Mungu huyu mwenye uweza wote, apate kujitambulisha ofisini kwako, kwenye ukoo wako, kwenye familia yako, kwa mume wako, kwa mke wako, apate kutambulika. Sasa basi, kwa hiyo utagundua changamoto haiko kwa Mungu, changamoto iko kwetu sisi. Wafuasi wa Mungu mara nyingi tumekuwa wagumu kufungua mioyo ili Mungu akae ndani yetu apate kujitambulisha mwenyewe kati ya mataifa. Kitabu cha, kitabu cha Isaya moja kumi na tisa anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Swala la kukubali Mungu aingie ndani yako. Swala la kukubali wewe ukubali kwa utambulisho wa Mungu na kauli zake katikati ya dunia, katikati ya mahali ambapo atakuweka. Hilo swala linahitaji ukubali wako na utii wako. Wako watu wengi sana wamesema wao wanamtambulisha Mungu, wako upande wa Mwenyezi Mungu, lakini kimsingi hawajakubali. Wako waliokubali, lakini wengine wamekubali, lakini hawajatii. Anasema kama utakubali na kutii, utakula mema ya nchi. Unajua wewe kukubali maisha yako kuwa ni kitambulisho cha Mungu, mwenye uweza wote, mwenye nguvu zote, mamlaka zote, mwenye uwezo mkubwa usiwezekanika kwako, utakula mema Yani, ukikubali Mungu afanye kazi kupitia wewe, ukikubali wewe Mungu aweze kujitambulisha kupitia wewe, utakula mema ya nchi. Sasa nini kitatokea utakaporuhusu Mwenyezi Mungu au Bwana wetu Yesu Kristo ajitambulishe kupitia wewe? Moja, Nguvu za Mungu zitakuwa nguvu zako. Yaani nguvu za Mungu zinadhihirika na kuachiliwa kwa yule mtu ambaye amekubali. Huyo Mungu aingie ndani yake kupitia Roho Mtakatifu. Mbili, ambaye anakubali yeye kuwa utambulisho wa Mungu na nguvu zake katikati ya wanadamu. Jambo la pili ni ushindi. Mungu wetu ni mshindi na kila aliyekubali Mungu atawale maisha yake anakuwa ni mshindi mwenza, mshindi pamoja na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema sisi tu washirika wa tabia ya uungu, Komana, kwa maana ya kwamba kama tabia ya Mungu ni kushinda na we utakuwa ni mshindi. Sasa unasema nini? Ngoja nikupe mstari hapo, kitabu cha Wakorintho wa pili mbili mstari wa kumi na nne maandiko anasema ila ashukuriwe, maandiko anasema hivi ila ashukuriwe, ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Hata unaweza usielewe vizuri neno anayetushangiliza, tushangiliza, kushangilia ni matokeo ya ushindi. kisikia timu ya mpira imefaulu, imeshinda, ushahidi kwamba kuna goli limefungwa au kuna ushindi umetokea, utasikia kelele za shangwe. kwa wanaposema naye tushangiliza, kwa lugha nyingine hapa anasema which always causes us to triumph in Christ, yaani Mungu always maanake muda wote atamsababisha mtu ambaye amekubali yeye kuwa ni utambulisho wa Mungu, yaani Mungu kujitambulisha kupitia chombo hiko cha udongo, yeye mwanadamu huyo. Anasema mtu huyo atakuwa, maisha yake yatasababishwa yeye aweze kuwa mshindi. He will cause him to triumph in Christ, katika Kristo. Maana mambo tunayapata ndani ya Yesu na nje ya Yesu hakuna chochote chema ambacho tukakipata. Ndio maana anasema ndani ya Yesu tunaenda tunaishi na kuwa hai. Sasa niseme kidogo kumtambulisha Mungu, maana yake nini? Kumtambulisha Mungu ni kutambulisha kile ambacho neno limesema kwa kukiishi, kusema ule bwana anamtambulisha Mungu vizuri Sio kwa kumsema tu huyu Mungu. Hiyo ni hatua, nanyewe ni sahihi, lakini ni hatua moja. Hatua ya kina kabisa ya kumtambulisha Mungu wetu ni kulitambulisha lile neno la Mungu lenye nguvu, lenye upanga ukatao kweli, kwa kuliishi katikati ya watu ambao wanasita kuishi viwango vya Mungu, kwa kuliishi katikati ya wanadamu ambao wanatilia mashaka uwezo wa neno la Mungu. Ile nguvu ya maisha ya mtu anayeliishi neno la Mungu ndio anamtambulisha Mungu, na ndio utaona unakuwa na mvuto usiopingika, unakuwa na ushawishi usioweza kuletewa ubishi ndani ya sehemu yoyote ambayo Mungu atakuweka, nasema huyu Bwana anamtambulisha Mungu vizuri. Niseme nini? Je, kuna neno Ufunuo kumi na mbili kumi na moja nasema nao, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Walimshinda kwa mambo mawili, moja, kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo namaanisha damu ya Yesu Kristo. Manake waliamini mauti ya Yesu Kristo kama kafara kwa ajili ya ukombozi wa maisha yao na nguvu yao ya wa maisha waliamini ya kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye Mungu atutiae nguvu. Lakini kwa neno la ushuhuda wao, maana yake nini? Ni kwa lile neno walioishi katikati ya watu ambao hawajui power ya mtu anayeliishi neno la Mungu. Unajua, ofisini au sehemu yako unaotafutia kipato au shuleni kwako au mahali ambapo unatumia muda wako mwingi, watu hawataki mafungu. Hujanielewa? Mahali ambako unatumia muda mwingi kwenye familia yako, ofisini kwako, watu hawataki mafungu. Ofisini hawataki kuona Mabiblia unasoma soma Biblia vitakuwa na ushawishi mdogo sana. Ushuhuda Hicho kilichomo kwenye Biblia kitakapoonekana kwenye maisha yako, upendo usio na ubaguzi, kutokuwa na ubaguzi wa kikabila na kielimu, nguvu ya kuishi maisha masafi yasiyo na fununu wala tunasema skendo yoyote, isipokuwa za kupakaziwa. Watu wanataka kuona kiwango cha juu cha uadilifu. Huyo Mungu ndiye watakayemtaka, Sio maneno na maandishi na vifungu, maana hivyo kwenye tiketi za mabasi vimeandikwa, ukipita njiani barabarani vimeandikwa, ukitembelea kwenye majumba ya watu wameandika, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa maana hayo ni maandishi, yapo tu, ila kuyaishi na yakaleta matokeo katika hadhara ambayo Bwana anakuweka hapo ndio umemtambulisha Mungu na neno lake. Sikiliza, hapo mwanzo kulikuwa na neno, alikuwa kwa Mungu neno, na kafanyika Mungu akakaa kati yetu, tukamwona. Hakikisha neno unaloliamini linakaa katikati ya watu, walione <laughs> waone upendo wa Yesu, waone uvumilivu, waone utu wema, yani tunda la Roho lionekane katikati ya watu. Huyo ndiye mtu ambaye Mungu anamtafuta, aliye na utayari kuishi principles za maandiko matakatifu, ulaji wa viwango vya juu na bora, uvaaji wa heshima isiyoweza kutiliwa mashaka, ndicho amba, ndio watu ambao Mungu anawatafuta. Hatafuti kila mtu, lakini kwenye kubisha anabisha kila sehemu, nani, tazama, nasimama mlangoni mwako nabisha. Hadi watu wa kanisani wamegoma, wamekataa viwango hivi, bado Mungu wetu anabisha, anabisha. Bwana, uko tayari tuweze kufanya kazi na wewe. Mungu anatafuta watu kufanya kazi naye. Ndio maana wanasema mavuno ni mengi ila watendakazi ni wachache. Kwa sababu gani? Waliopo field hawavuni, wanazungumzia mavuno lakini hawavuni, wanazungumzia neno la Mungu lakini hawana neno la Mungu. Mungu anataka tuishie viwango vya kuishi zile fact, biblical facts, biblical principles, biblical precepts, biblical prayers, biblical patterns, ambazo utakapoziishi katikati ya wanadamu, Mungu anatambulishwa kwa viwango vya juu sana viwango vya juu sana. Sasa ukiamua kuishi maisha ya kumtambulisha Mungu, Mungu atakutambulisha sehemu nyingi sana. Hakuna mahali ambako utatakiwa ufike, hautafika. Hakuna ofisi ambayo utatakiwa kuingia, ambayo hautaingia. Hakuna mtu ambaye utatakiwa kukutana naye, ambaye hautakutanishwa naye kwa njia zisizoweza takuelezeka kikawaida. Uh, Mungu ana viporo vya watu wengi ambao amekusudia kuwasaidia, lakini watu walio tayari kufungua milango ili Mungu akae ndani, waweze kula mema ya nchi, lakini awatumie kuwafikia watu wa ngazi mbalimbali, ndio wamekuwa ni wachache. Lakini Bwana asifiwe, siku ya leo amekuchagua wewe kwa miongoni mwa hawa ikiwa utakubali, anasema ikiwa utakubali na kutii, utakula mema ya nchi. Hapa utaonyeshwa trela yale mema, lakini mazuri zaidi atakapokuja mara ya pili. Sasa watu waliokubali kumtambulisha Mungu wana baadhi ya mambo, hawezi kufanya na Mungu mambo na Mungu alafu ukawa mtu wa kawaida hauwezi kuwa mshirika wa tabia ya uungu alafu kawa mtu wa kawaida. Ni viwango vya juu sana ambavyo umevichagua. Watu wa namna hiyo Mungu hawachukulii poa, watu wanaoheshimika sana katika muktadha wa mambo ya Mungu. Ngoja nikwambie, ukichagua kuwa mtambulishaji wa Mungu na mambo yake, kwanza maandiko yanasema wewe umechagua kuwa mshirika wa tabia ya uungu partner mnaingia kwa ile miradi ya PPP ya kiroho, private public partnership, ambapo tunasema ni Person God partnership, ambazo zitaleta matokeo makubwa sana mahali popote ambako Mungu atakuweka. Lakini kitu kingine anasema nasi twanena. Kuna mahali maandiko yanasema nasi twanena, kana kwamba Mungu anasihi kupitia vinywa vyetu. Bwana, atakuwa wakati mwingine hautakuwa unaongea wewe, watakuwa anaongea malaika watakatifu Ofisini kwenye vikao, pointi itakayotoka ni pointi ambayo si ya kawaida, ni pointi ambayo imeunganika na Mungu. Ndio maana kuna faida kubwa sana, mfanya maamuzi mahali popote, kwenye taifa au kwenye ofisi yoyote, akiwa ni mtu wa Mungu, akiwa ni mcha Mungu, kuna maba, mabalaa mengi mtaepuka. Ndio maana Yusufu alipoingia katika ba, ba, seneti ya Misri, mambo yalibadilika, hata njaa iliyotakiwa kuifuta Misri iliepukwa, watu wakabarikiwa, taifa zima likabarikiwa. Danieli alipoingia kwenye government ya Dario, hadi mfumo ile government structure ya mfalme Dario ilikuwa ni government structure ambayo alitumia Daudi. Kwa kuwa Daudi kwa na viongozi wakubwa watatu, wale majemadari watatu, wakina Shama, alafu anakwepo na mmoja mkuu. Alivyofanya ndivyo alivyofanya Dario. Kwa kuna Dario kuna wakubwa watatu na mkuu wao akawa ni Daniel. Mfumo ambao Daudi alipewa na Mungu. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu atamshushia yule mtu ambavyo yule mtu akikaa tu pale ataongea kwa lugha ya kawaida, lakini vitu ambavyo watu watakula matunda ya baraka ya kuwa na mtu wa Mungu katika hilo eneo. Kwa sio vitu vya kawaida. Pamoja na maisha yako yote, nataka nikwambie tambua, chagua, kukubali Mungu aingie ndani yako. Alafu kawe ni mtambulishaji wa kazi zake. Hautakuwa mtu wa kawaida. Jambo ambalo Mungu atakufanya. Jambo la kwanza watu ambao wamekubali kuwa vitambulisho vya Mungu katika ulimwengu uliopotea namna hii, katika uchafu ambao umezidi hata kipimo cha juu kabisa na uvumilivu wa Mungu na karibia kuisha. Jambo la kwanza, hawawezi kupoteza kitu maishani mwao. Naomba unielewe vizuri, hauwezi kupoteza kitu chochote kwenye maisha yako ikiwa utaamua kuwa mtu ambaye maisha yako yanatoa utambulisho wa Mungu na kazi yake na neno lake. Yaani, ukiamua kumtambulisha Mungu kwenye maisha yako hakuna utakachopoteza, na kuna vitu utaona kama vile umepoteza, kwa sababu watu watakuambia umepoteza, lakini anasema chochote utakachokipoteza kwa ajili ya Mungu utakipata zaidi ya hicho. Utakipata zaidi ya hicho. Kwa hiyo huko sio kupoteza, huko sio kupoteza sio so kupoteza. Kitabu cha Luka 21 tatu 18 anasema 18 anasema walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu, but there are, but there shall not any hair of your head perish. Kama anawajali mashomoro wadogo wasio na thamani, wewe ni wa thamani zaidi machoni pa Mungu, kwa sababu kwa mtambulishaji wa Mungu na huyo Mungu anajitambulisha mwenyewe kupitia wewe akiwa ya ndani yako popote utakapokuwa. Jambo la pili, wataitwa waheshimiwa na Mungu. Iko struggle, kuna mapambano makubwa katika jamii ya sasa ya kutaka watu waheshimiwe na kutambuliwa. Wako wanataka kuheshimiwa kwa vyeo vyao, wako wanataka kuheshimiwa kwa nafasi walizopewa, kwa umaarufu walio nao, na ndio maana kuna mapambano makubwa ya kuongeza IDs kwenye jina la mtu, utambulisho wa ziada: Dr. Mheshimiwa, mwonaji, nabii, mwota ndoto, mfalme, eh, malkia, swi, Mheshimiwa, PhD, profesa, uh, honorable, swi nini. Ni vitu vizuri vya kibinadamu, lakini hakuna kitu bora kama kuitwa mheshimiwa mbinguni. Wale wote ambao wamechagua kuishi maisha ya kumtambulisha Mungu, kuvaa kwa kumtambulisha Mungu, kula kwa kumtambulisha Mungu, kuimba nyimbo zinazomtambulisha Mungu mitandaoni na kwenye maisha halisi, kula kuishi maisha ya kulitambulisha neno la Mungu na uwezo wake katikati, kati ya watu, hata bila kuongea fungu hata hii moja watu hao ni watu ambao wameandikwa kwenye kitabu cha Yohana kumi na mbili ishirini na sita mstari sehemu ya mwisho anasema, tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Kwa hiyo utakuwa ni mheshimiwa mbinguni, mheshimiwa mbinguni kwa Mungu, anaetawala kila kitu, ameumba kila kitu, mwenye uweza wote, nguvu zote, mamlaka zote, naye ashikilia pumzi ya Donald Trump Vladimir Putin mafalme wa Saudi Arabia, wakina Netanyahu, watu wali mwenguni, wakubwa ulimwenguni, wafanyabiashara wakubwa, kuna Carlos Slim, wakina uh, Jeff Bezos, wakubwa Wahindi wa wale familia za kitajiri Wachina, na watu wenye sifa mbalimbali duniani, huyo Mungu anayeruhusu hata mguu wao tembea, akili zao zifikiri, wapange mambo, anakuita wewe mheshimiwa, hawaiti wale waheshimiwa. Si kitu kidogo, kwa kuna faida kubwa sana Kuanza kuomba neema ya kuishi maisha ya kumtambulisha Mungu katika dunia hii. Lakini jambo la tatu, kila naomba unisikilize vizuri, ili ni la muhimu sana, kila baya litakalopita kwako litageuzwa kuwa kwa ajili ya wema. Haimaanishi mtu wa Mungu hatapata mabaya, kwa sababu mabaya yamekuwepo duniani kama matokeo ya dhambi Yawezekana, kuna mwingine anaweza kakusababishia wewe huo huo ubaya, lakini Mungu atafanya kitu kimoja. Kila ubaya utakaopitia opi, kwako ataufanya katikati ya ubaya huo, katikati ya uovu huo, katikati ya changamoto hiyo, kutoa wema, kugeuza na kuufanya kuwa kwa ajili ya wema wako. Hautakuwa na wasiwasi. Ndio maana Stefano anafanyiwa ubaya mkubwa sana anapigwa na mawe kwa sababu anamtambulisha Mungu na Yesu Kristo. Lakini ubaya ule wa mawe kwake ulikuwa ni wema, maana ulimsaidia angalau hata kumwona Yesu amekaa kwenye kiti cha enzi pamoja na na na mkono wa kuume wa Baba, na akatabasamu na kufurahi, huku mawe yanaendelea. Mawe hayakuwa ishu kwenye maisha yake. John Hus aitendea ubaya, akafungwa minyororo na makamba, akachomwa moto. Ubaya wa ajabu kabisa ambao sioni mtu akiufanya sasa. Lakini John Hasi aliendelea kuimba wimbo wimbo Mungu wa rehemu watu hao. Na majivu yake alipomwagwa mamilioni ya watu walimjua Mungu kupitia tu ile, yani, yani, yani, ile ule, tukio lilikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mahubiri makubwa kabisa. Kwa kuna mabaya madogo madogo yanaweza kukupata. Na vimiba vidogo vidogo, vidogo naweza kupitishwa kwao. Una viuchungu fulani utapitishwa, lakini Bwana atavigeuza kuwa kwa ajili ya faida yako na kwa uzuri wako. Warumi 8 mstari wa 28 anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake, wanaompenda Mungu na wanaomtambulisha Mungu. Penda fedha, utatambulisha fedha zako penda wanawake utatambulisha wanawake zako. O, nampenda Mungu anamtambulisha Mungu, neno lake na kazi zake. Watu hawa wanasema Mungu anafanya nao kazi katika kuwapatia mema, yaani kila kitu kina work for good kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu atakupa mtazamo wa kuangalia matatizo kama fursa ya wema wa Mungu katikati yako. Mwisho niseme nini? kuna mafungu huwa tunayasoma lakini kuna mafungu mengine huwa yatuhusu. Mtu aliyechagua muda wote kumtambulisha Mungu kwenye maisha yake ndiye mtu mwenye uhalali wa Petro wa kwanza mbili kumi tisa, Petro wa kwanza mbili tisa wa kusema ambao ndo maandiko anamuita bali, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu watu wa miliki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita, mtoke katika giza mkaingia katika nuru ya utukufu wake wa ajabu. Wewe ni taifa takatifu, mtu wa Mungu. Mtu wa miliki ya Mungu ambaye unamilikiwa na Mungu, wewe ni ukuhani wa kifalme anasema, na umeitwa upate kutangaza fadhili za Mungu, kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, ni mpole, ana nguvu anauweza. Walio upande wake sio, ni walio upande wa ushindi. Ameshikilia, ndiye mwenye funguo za kuzimu na mauti. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye kila kitu, mamlaka yote mbinguni na duniani ya, amepewa yeye. Kwa utakuwa na mvuto mwema, utakuwa na ushawishi msafi, utakuwa na nguvu bora, kwa ajili ya maisha ya sasa lakini kwa ajili ya kuokolewa kwako. Niku, nikuite ndugu yangu ikiwa hata wewe kwenye maisha yako unasema, nimekuwa nikitoa uwakilisho mbaya juu ya huyu Mungu, mwonekano wangu haumwakilishi Mungu vizuri, haumwasilishi Mungu vizuri, katikati ya jamii ninakuwa ninamwasilisha Mungu wa dunia hii, lakini leo nimegundua kuna mema mengi nashindwa kuyala kutoka kwa baba wangu wa mbinguni, kwa sababu ya namna ninavyomwakilisha huyu baba na unasema nimeamua kuanzia sasa, Mungu anisaidie, naanza upya maisha ya kumwasi ya kumwakilisha Mungu katika kazi zangu, ofisini kwangu, katika utafutaji wangu popote ni wapo. Kama unasema hivyo na unasema kutoka moyoni kabisa, Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako Baba, amegundua ya kwamba wewe umejipanga kumshangiliza ndani ya Kristo Yesu, wewe umejipanga kumfanya tu kuwa mshindi na mshindi na mshindi popote anapopita, na zile baraka tatu ambazo tumezisoma mwishoni, ya kwamba umejipanga kumfanya asipoteze chochote kwenye maisha yake. Umejipanga kabisa kuhakikisha kila baya analopitia utaligeuza liweze kuwa kwa ajili ya wema wake, na haya mambo ameyasikia, anasema anayataka. Mpokee Bwana kwa uweza wako, nuru ya uso wako umwangazie, nguvu zako zikawe nguvu zake